Mtazamaji, ni afueni kwa jamii ambazo zimekuwa zikikabiliwa na uhaba mkubwa wa maji katika kaunti ya Pokot Magharibi baada ya serikali kuanza kuchimba visima vya maji kupitia halmashauri ya ustawi wa Bonde la Kerio mojawapo wa maeneo yatakayonufaika na mradi huo ni kaunti ndogo ya Kipkomo ambapo serikali inadhamiria kukabili athari za ukame. Kisima cha Chepukat kilichochimbwa hivi majuzi kitatoa maji kwa zaidi ya familia elfu moja na mifugo wapatao elfu tatu. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya ustawi wa bonde la Kerio Sami Naporos amesema miradi sawia itaanzishwa katika kaunti za Turukana, Baringo na Samburu. these kind of programs will be able to serve uh, the school There's a school Chipkat uh, just behind us and uh, and a number of villages who go to two to three kilometers I'm told uh, to, to fetch water and the water is also not clean. Wanafunzi pia hawakuwa na time ya kukaa darasani. Wamama walikuwa wanawaambia mkuje mapema ndio muende mchote maji. Kuna wengine, kilomita kilomita karibu hamsini hivi. Sasa hivi, asante kwa hii, mimi nimefurahi sana. Kwa hii maji, kwa maana inatusaidia watoto wetu wa sana.